Hivi, papa anaweza kutoka Afrika kweli? Kama unawaza hivyo, uko sahihi, ila unachowaza akiwezi kutokea hadi mwisho wa dunia hii. Katika dunia inayosema usaa umetamalaki, bado kuna jambo moja ambalo linabaki kuwa gumu: papa kutoka Afrika. Kwa zaidi ya miaka elfu mbili ya historia ya kanisa Katoliki, hakuna mwafrika aliyewahi kupanda hadi kilele cha juu kabisa cha uongozi wa imani hiyo. Lakini ni kwa nini? Ni bahati mbaya au kuna jitihada fulani zinazofanyika kuhakikisha jambo hili halitokei? Basi leo nitakuletea sababu ambazo zitakushangaza sana kwa nini papa hawezi kutokea Afrika. Sababu ya kwanza ni historia. Kanisa Katoliki kama taasisi lilianza rasmi karne ya kwanza baada ya Kristo, lakini kwa haraka sana mamlaka na ushawishi wake ulihamia Ulaya, hasa baada ya kuanguka kwa dola ya Kirumi ya magharibi ikiwa ni mwaka 476 baada ya Kristo. Tangu kipindi hicho, historia ya kanisa imefungamanishwa kwa karibu sana na historia ya Ulaya. Iwe ni kisiasa, kiutamaduni na kijamii. Vilevile, ukiondoa papa wa kwanza ambaye inasemekana ni mtume Petro, karibu wote waliokuja baada yake walitokea Ulaya kwa zaidi ya miaka 1500. Mapapa walikuwa Wataliano kwa asilimia kubwa, lakini waliofuata walitoka katika mataifa mengine ya Ulaya kama Ufaransa, Hispania, Ujerumani, hata Poland. Hadi hivi leo ni papa mmoja tu huyu wa mwisho Papa Francis ndiye aliyetokea nje ya Ulaya katika nchi ya Argentina, lakini cha ajabu naye ana asili ya Italia. Kwa hiyo mfumo wa uchaguzi na mtazamo wa papa umefungwa kabisa katika historia ya Ulaya. Vatican ikiwemo makanisa yake makuu kama St. Peter's Basilica ilijengwa kwa mtindo wa sanaa ya Kiuro kama Gothic, Baroque na Renaissance. Hata maandiko, tafsiri za kibiblia na teolojia nyingi kuu zina asili ya Kilatini ambayo ni lugha ya Roma, Kijerumani na Kifaransa. Na hii inaendelea kuimarisha dhana kuwa katikati ya Ukristo wa Katoliki kuna tamaduni zenye nguvu zaidi ambazo ni tamaduni za Ulaya, sio Afrika na wala sio Asia. Lakini mafundisho ya kanisa yalijengwa juu ya falsafa ya Wagiriki kama Plato na Aristotle na baadaye wanafalsafa wa Ulaya kama Thomas Aquinas. Mfumo mzima wa sheria ya kanisa yani canon law umetungwa katika mazingira ya Ulaya na kwa akili ya Ulaya ya enzi hizo. Kwa hiyo mtu anayetoka Afrika, hata kama ana elimu nzuri kiasi gani, mara nyingi anatizamwa kama mgeni katika historia na utamaduni wao. Kwa kifupi, historia ya kanisa Katoliki ni historia ya Ulaya, kuanzia miundo, mawazo, mafundisho na hata mfumo wa uongozi. Hayo yote yamefungamanishwa na Ulaya kwa karne nyingi sana. Sababu namba mbili ni mfumo wa upigaji kura unaowabagua makadinali weusi katika kanisa Katoliki, uchaguzi wa papa mpya unafanyika kupitia mchakato unayoitwa conclave. Hiki ni kikao maalum cha makadinali wote wenye haki ya kupiga kura kilicho ndani ya kuta za Vatican, mahali pasipo na mawasiliano yoyote ya nje kabisa. Makadinali ndio wanaoamua nani awe papa kwa kupiga kura. Kwa kawaida hawa makadinali huchaguliwa na papa, na kwa muda mrefu sana papa wengi waliotangulia walichagua zaidi makadinali kutoka Ulaya na Amerika Kaskazini, ambako kanisa limekuwa na mizizi mikubwa ya kihistoria. Matokeo yake ni kwamba idadi ya makadinali kutoka Afrika ni ndogo sana. Hadi leo. Hadi leo Waafrika ni chini ya asilimia 15 ya makadinali wote duniani. Hii ina maana moja. Hata kabla ya kura kuanza, uwezekano wa Mwafrika kuchaguliwa unapunguzwa kimfumo. Ingawa kila kardinali anaapa kupiga kura kwa uhuru na kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, lakini ukweli ni kwamba makundi haya ya kikanda, kitamaduni na kisiasa huungana kisirisiri. Makardinali wa Ulaya mara nyingi hupendelea kumchagua Papa mwenye mtazamo wa Ulaya, yaani mtu anayeonyesha maadili, historia na mila zao. Makardinali kutoka Afrika, hata kama wanazo sifa zote, wanatazamwa kama watu wasiopaswa nafasi hiyo kwa sababu ya tofauti ya kiutamaduni historia na kisiasa. Sababu ya tatu ni siasa za ndani ya kanisa na makundi ya siri ndani ya Vatican, ambayo ni makao makuu ya kanisa Katoliki, sio tu mahali pa maombi na ibada, pia ni kiwanja cha siasa zenye nguvu, mikakati ya kiundani na makundi ya siri yanayoshindana kwa ushawishi. Kwa hiyo uchaguzi wa papa huwezi tu kuwa matokeo ya Roho Mtakatifu pekee, bali pia matokeo ya maamuzi ya kisiasa, mikakati ya makundi ya siri na ila zinazopikwa kisirisiri. Kuna makundi ya asiri na yenye nguvu mno ndani ya Vatican kama vile Opus Dei. Hiki ni kikundi kinachoshughulika na maadili ya kanisa Katoliki ya asili. Freemason au wanadaiwa kuwa na ushawishi wa kisiasa. Vatican yenyewe imepinga uhusiano huu hadharani lakini kwa siri wanashirikiana kwa namna nyingi mno na Freemason. Namba tatu ni Kuria Romana. Hili ni baraza la maaskofu wakuu linaloshughulika cool, na shughuli za kila siku za Vatican. Makundi haya yanapigania madaraka, ajenda za kisiasa na mwelekeo wa kanisa duniani. Kuna makundi yasiyo rasmi ya makadinali yanayoitwa blocks. Kuna block ya Italia, block ya Amerika Kusini, lakini pia block ya Kijerumani. Kiufupi, hizi blocks ni nyingi. Makundi haya yana ajenda zao, mara nyingi yanapangana na, na kuafikiana hata kabla kura hazijaanza. Mwafrika hata awe na sifa zipi za kipekee, mara nyingi yanakosa uungwaji mkono na block hizi. Huwezi kutegemea block ya Italia imuunge mkono mtu mweusi kutoka Afrika. Kwa hiyo mgombea ambaye haeleweki vizuri au anaitoka nchi ya, ya imaya makundi haya hasa mwafrika anakosa kuungwa mkono moja kwa moja makundi. Haya yanahofia kwamba papa mwafrika anaweza kuibua mageuzi ambayo yakawa ni hatari kwao. Hivyo makundi haya ya ndani yanapendelea mtu ambaye anaelewa lugha yao ya kisiasa, lakini pia ana historia ya kushirikiana nao, lakini kitu kingine, ana maono yanayofanana na yao kuhusu kanisa. Ukweli ni kwamba hakuna sheria rasmi inayosema papa ni lazima awe mzungu, ila kuna desturi ya ndani isiyozungumzwa. Wengi wanaochaguliwa kuwa mapapa wanakuwa na asili ya Kiulaya lakini pia historia ya maisha yanayogusa sana Ulaya au angalau mafunzo ya kidini yaliyopatikana katika vyuo vya Ulaya. Kwa hiyo Mwafrika ambaye hajapitia mlango wa Ulaya mara nyingi huonekana kama vile hana ukomavu wa kutosha kuliongoza kanisa. Wakati wa uchaguzi, makardinali hukaa katika Sistini Chapo, wanapiga kura kwa siri, lakini nyuma ya pazia lobi nzito hufanyika, ahadi kemkem hutolewa, viapo, mikataba ya kisiasa ya muda mfupi huanzishwa. Na katika hili, mgombea asiye na mtandao mkubwa wa ushi ushawishi kama vile, mwafrika anapata tabu sana kushinda kura nyingi. Kwa sababu hiyo mwafrika anaonekana kama mtu hatari asiyeaminika na wa kuogopwa kabisa. Kanisa Katoliki kwa nje linaonekana kama ngome ya kiroho na imani, lakini kwa ndani ni uwanja wa vita vya kimya kimya, hasa vya siasa. Makundi ya siri na mahesabu makali ya madaraka yamekithiri. Mwafrika bila kuwa na mizizi mikubwa katika siasa hizi za ndani, anapewa nafasi finyu mno ya kuchaguliwa kuwa papa. Niseme, kwa kifupi niseme ni vigumu mno kwa Mwafrika kushinda kura bila kuungwa mkono na blok kubwa, jambo ambalo historia inaonyesha halijawahi kutokea katika historia ya Vatican. Viongozi wa uchaguzi waogopa kuchagua mtu asiyeweza kudhibitiwa au anayeweza kuleta mshtuko mkubwa kwa dunia ya Kikatoliki. Papa Mwafrika mara nyingi huonekana kama chaguo lisilotabirika, hasa kwa mitazamo yao ya kimfumo. Hii inafanya hata makadinali wachache wanaomtaka washindwe kumsukuma kwenda mbele kwa nguvu. Mfumo wa kura wa kuchagua papa una sura ya kidemokrasia kwa nje, lakini kwa ndani umejaa siasa, ushawishi wa kikanda, chuki zisizoonekana waziwazi na upendeleo wa kihistoria unaoweka kizingiti kikubwa cha makadinali kutoka Afrika. Hivyo si kwamba tu mwafrika hawezi kuwa papa kwa sababu ya ukosefu wa uwezo bali kwa sababu mfumo wenyewe umetengenezwa kwa karne nyingi mno ili kumpendelea mtu wa Ulaya. Sababu ya nne ni hofu kubwa ya mageuzi. Katika kanisa Katoliki, nafasi ya upapa si tu ya kiroho, bali ni kiti cha kisiasa cha ulimwengu. Papa ni rais wa taifa la Vatican na vilevile vile ni kiongozi wa kiroho ya mamilioni ya waumini duniani. Kwa hiyo mabadiliko yoyote yanayoletwa na papa huathiri tu si maisha ya kidini, lakini pia miundo mbinu ya kisiasa, kijamii na kiuchumi duniani. Na hapa ndipo hofu kuu inapoanza kutanda kuhusu papa kutoka Afrika. Mwafrika anaweza kuibua masuala yasiyotakiwa kuguswa kabisa. Mfano, anaweza kufungua mjadala kuhusu jinsi Kanisa alivyoshiriki au kunyamazisha biashara ya utumwa, lakini pia anaweza kufungua historia ya Kanisa, namna lilivyoshiriki katika ukoloni, hasa barani ya Afrika. Ni kweli vidonda vya ukoloni vilipona ila makovu yanaonekana waziwazi. Kumbuka jasiri yoyote huwa aachi asiri. Wanapomchagua papa wanahitaji mtu atakayelinda historia yao. Pia swali ni je, Mwafrika atalinda siri iliyopo kati ya kanisa Katoliki na ukoloni? Hilo ni swali linalalo kichwani. Anaweza kuibua hoja za ukombozi wa kiuchumi na kisiasa barani Afrika ndani ya mazungumzo ya kidini. Mwafrika anaweza kuhimiza uongozi wa kugawanywa kwa usawa duniani badala ya kuendelea kuwekwa mikononi mwa watu wa Ulaya na amera anaweza kutoa nafasi kubwa zaidi kwa Afrika, wa Amerika wa Kusini na wa Asia katika maamuzi makuu ya kanisa hasa katika baadhi ya masuala nyeti kama vile uhusiano wa dini, utawala wa serikali, haki za kijamii, umaskini na ustawi wa familia katika mazingira ya Kiafrika. Mwafrika anaweza kubadili mwelekeo wa kanisa kutoka kuwa taasisi inayohubiri kutoka kwa matajiri kwenda kwa maskini, kuwa kanisa linaloishi miongoni mwa maskini. Kwa hiyo viongozi waliopo, hili linaonekana kuwa kama badiliko hatari ambalo linaweza kuwapotezea ushawishi wao mkubwa kifedha na kisiasa. Ingawa kanisa linaonyesha wazi kuwa ni kanisa la watu wote, lakini ndani kuna makubaliano ya kimya kimya: kiongozi mkuu anapaswa kubaki kuwa wa kawaida, yaani mzungu wa Ulaya. Hii ni njama ya kimya isiyoandikwa wala kusemwa sehemu. Ukitaka kujua, angalia kwenye matendo yao, Siyo maneno yao. Mwafrika akiwa papa anaweza kutumia nafasi hiyo kupambana moja kwa moja na mfumo wa ubaguzi ndani ya kanisa, mfano kupaza sauti dhidi ya ubaguzi wa rangi ndani ya kanisa, kulazimisha usawa wa nafasi ya makanisa yote duniani. Hii inaweza kusababisha baadhi ya makanisa tajiri barani Ulaya na Amerika kufanya mgawanyiko wa wazi au kimyakimya, jambo ambalo Vatican inaliogopa sana. Papa mwafrika anaweza kuonekana kama mtu ambaye hata ti kanuni zisizoandikwa za Vatican, wala hata sita kuanzisha marekebisho katika matumizi ya mali za kanisa, uwazi wa matumizi ya fedha na kupambana na kashfa za udhalilishaji wa watoto. Hii inamaanisha kwamba watu waliotengeneza mtandao wa nguvu wa kihistoria ndani ya Vatican wanaweza kupoteza udhibiti wa mfumo walioujenga kwa karne nyingi sana. Kwa ufupi, hofu ya mageuzi makubwa ni hofu ya kupoteza nguvu, kitamaduni, kisiasa, kijamii na kivyovyote vile, ni hofu ya kutengenezewa historia mbaya, na hofu hii kuibuka kwa kanisa lililo huru zaidi tela, lenye sura ya ulimwengu mzima, sio Ulaya pekee. Na katika jicho la wengi wanaomiliki nguvu hii za siasa, ni hatari kubwa sana isiyokubalika. Sababu ya tano ni ushawishi mkubwa wa Ulaya katika Vatican. Katika historia ya kanisa Katoliki, Ulaya na hasa mataifa kama vile Italia, Ufaransa, Hispania na Ujerumani yamekuwa na umiliki wa karibu kila sekta ya mamlaka. Huu ushawishi haujajengwa kwa bahati mbaya, bali ni matokeo ya karne nyingi za utawala kisiasa na kiuchumi. Hivyo hadi leo, hata katika mazingira ya kimataifa, kanisa linaendelea kuwa mradi wa Ulaya kwa namna nyingi sana. Vatikani yenyewe ni sehemu ya Ulaya. Vatikani iko katika jiji la Roma, Italia. Vatikani imekuwa sehemu ya siasa za utamaduni na historia ya Ulaya ndani ya miaka elfu moja mia tano. Kuanzia viongozi wake hadi mikataba ya kimataifa inayoiendesha, kila kitu kina muktadha wa Ulaya ya kale na ya sasa. Kwa hiyo wazo la kuwa na papa kutoka nje ya Ulaya hasa bara la Afrika linaonekana kama tishio la mzunguko wa jadi wa mamlaka. Karibia makardinali wote wakubwa walioshika nafasi za juu wamefundishwa Ulaya. Vyuo vikuu muhimu vya kikatoliki kama Pontifio Gregorian University viko Roma na vinawajenga viongozi kwa mtazamo wa Ulaya. Ulaya ndio moyo wa kanisa. Hata wale kutoka Afrika au Asia ambao wana nafasi kubwa, mara nyingi wanalazimika kuwa na fikra za kizungu ili kuonekana wako sahihi. Kwa hiyo hata waafrika wachache waliopo, mara nyingi wamelazimishwa

na sio kuubadilisha. Ulaya ina masilahi makubwa sana ndani ya kanisa, ikiwemo mali, ardhi, banki na taasisi mbalimbali mbali za kifedha zinazohusiana na Vatican. Mashirika ya misaada na uhusiano wa kidiplomasia unategemea Vatican kama jukwaa la kidunia. Kwa hiyo kuacha Mwafrika ashike kiti cha upapa kunaonekana waziwazi kuweka hatarini rasilimali na, na ushawishi wa Ulaya. Ingawa kanisa linafundisha juu ya usawa na haki, ndani ya kuta za mamlaka lakini bado ubaguzi wa kiutamaduni unaishi. Waafrika mara nyingi hutazamwa kama wachanga wasiokomaa kwa majukumu makubwa ya kimataifa katika chaguzi na maamuzi makubwa, watu wa Ulaya hushirikiana kimya kimya ili kuzuia mtu wa nje kuingia juu isije ikawagharimu. Hii si rasmi, lakini inafanya kazi nyuma ya pazia kwa ufanisi mkubwa. Kwa Ulaya kuwa na papa ni kama kuwa na alama ya udhibiti wa roho ya dunia. Kama Mwafrika angekuwa papa, ili ingeonyesha wazi kwamba ulimwengu wa Katoliki hauko tena chini ya utawala wa Ulaya ili lingekuwa pigo kubwa la kihistoria ambalo mataifa ya Ulaya hayawezi kukubali kirahisi hata kwa maoni ya kidiplomasia. Kiufupi, Ulaya si tu ina ushawishi mkubwa ndani ya Vatican bali pia imeunganisha kanisa Katoliki katika muundo wa kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa karne nyingi. Hivyo kumchagua papa kutoka Afrika kinaonekana kama kitendo cha kuvunja urithi, nguvu na heshima walioijenga kwa gharama ya muda mrefu. Sasa, Sababu ya sita ni hofu ya kupoteza wafuasi dunia kikatoliki. Na ya kikatoliki ina nafasi kubwa ya wafuasi barani ya Amerika. Kanisa Katoliki ina idadi kubwa ya wafuasi, hasa bara la Amerika Kusini na Afrika. Hata hivyo, mataifa yenye nguvu kiuchumi na kisiasa bado yako Ulaya na Amerika Kaskazini. Hofu ni kwamba ikiwa Papa angekuwa Mwafrika, sehemu za Ulaya zingeweza kupunguza ushawishi wake kwa kanisa. Michango ya kifedha na misaada ya kimataifa kwa Vatican inaweza kupungua. Kwa hiyo kanisa linaogopa mabadiliko haya ya nguvu, kitu ambacho si rahisi kubadilika. Dunia bado imefungwa katika mtazamo wa kihistoria, kisiasa na kitamaduni kuhusu nani anastahili kuwa kiongozi wa taasisi kubwa ya kidini kama Kanisa Katoliki. Kwa sababu hiyo, Mwafrika kuwa Papa bado ni jambo linalotazamwa kwa mashaka, hofu na tahadhari kubwa, hata kwa wale wanaosema wanapenda usawa wa kidini na wa binadamu. Sababu ya saba ni imani potofu kuhusu Afrika. Kwa bahati mbaya, baadhi ya viongozi wa kanisa bado wanashikilia mitazamo ya zamani inayodharau uwezo wa Afrika kuongoza taasisi za kimataifa. Mitazamo hii ya kikoloni imejificha kwenye tabasamu nzuri na hotuba za kuvutia, lakini inaathiri kura na maamuzi makubwa. Ingawa dunia inapiga kelele kuhusu haki za binadamu, usawa na utandawazi, lakini katika uhalisia wa kimya kimya, ubaguzi wa rangi bado upo, hata katika taasisi takatifu kama Kanisa Katoliki. Katika chaguzi za viongozi wa juu wa kanisa, taratibu rasmi na maamuzi yanayoonekana kuwa ya kawaida, lakini kiukweli yanaakisi mtazamo wa ndani wa ubaguzi wa kisasa. Katika akili ya wengi ndani ya kanisa, kuwa na rangi ya ngozi tofauti, hasa mtu mweusi, bado ni jambo linalohitaji sababu za ziada kueleweka. Hakuna mtu atakayesimama na kusema hatutaki papa mweusi, lakini katika maamuzi ya kura hili litaonekana. Mwafrika anaweza kupewa sifa nyingi zenye kuvutia, lakini hatapewa kura ya mwisho. Anaweza kupewa heshima lakini sio mamlaka. Kwa lugha nyingine, Mwafrika atasifiwa, atapongezwa, atapigiwa makofi, lakini akifika mlangoni hatapitishwa. Kuwa na papa Mwafrika kunabadilisha kabisa uso wa kanisa kwa dunia nzima. Hofu ni kuwa atawapa nguvu waumini wa Afrika na Amerika Kusini zaidi kuliko Ulaya. Hofu hii ya mabadiliko imefanya watu wengi hata bila kujua, kupinga kimya kimya wazo la kuwa na papa mweusi. Mara nyingi mwafrika anatazamwa kuwa hana ustaarabu wa kidiplomasia wa Ulaya, anaweza kuwa na mitazamo inayotofautiana kuhusu masuala ya kisasa kama haki za wanawake, ushoga. Ukumbuke kanisa Katoliki linaunga mkono ushoga, ila nchi nyingi za Afrika zinapinga ushoga. Sasa swali, unampaje mtu upapa wakati nchi yake inakataza ushoga? Hofu hii inaleta kisingizio kingine cha kisiasa kinachosema waziwazi lakini kikificha ubaguzi wa msingi wa rangi. Ubaguzi wa rangi ndani ya Kanisa Katoliki hauonekani kwa maneno wala kwa matamko rasmi, bali unaishi kimya kimya katika nafsi za maamuzi, mitazamo ya kihistoria, na hofu ya kupoteza ushawishi wa Ulaya. Mwafrika kuwa papa ni ndoto inayokumbana na vizingiti vingi visivyoonekana kwa macho ya kawaida. Kwa miaka zaidi ya elfu mbili Afrika imekuwa mstari wa mbele katika kusambaza imani, lakini bado haijakabidhiwa funguo za uongozi mkuu. Je, wakati wa mabadiliko kwa ujafika au dunia iko tayari kushuhudia historia mpya ikiandikwa? Ni kuache na swali hili, kiongozi wa Umoja wa Mataifa ni katibu mkuu. Umeshawahi kujiuliza mwenyekiti wake ni nani? Fikiria jibu, liandike kwenye comment. Asante kwa kutazama. Kama unapenda video kama hizi zinazofichwa ukweli uliofichwa, tafadhali like, comment, share na subscribe.